Kila siku mimi huwa ninawambia wanaume wa kwenye ndoa kwa asilimia kubwa mnalea familia za watu. <laughs> Huwa mnabisha. Mimi huwa ninawaambia kwa asilimia kubwa ambao wanaume mpo kwenye ndoa, watoto ambao wapo kwenye ndoa kwa asilimia kubwa sio wenu. Unaweza kukuta watoto wanne wote sio wa kwako. Kati ya watoto wanne au mmoja tu ndo wa kwako, lakini wale watatu wasee wamezaa na mke wako. Unaona hii? Naomba nipokee simu nyingine, dada. Hello? Hello? Yes, unapiga simu kutoka wapi? Na bilasi. Uh, okay, ungependa kusema jina lako? Naomba uh, niseme jina langu. Karibu basi, ulize swali. Ah, uh, mimi nipo kwenye ndoa, nimeolewa. Ndio. na miaka nane nili- kabla sijaolewa nilikuwa na mpenzi wangu ambaye tulikuwa tunapendana sana, tukaja tukapotezana, tuka baada ya kupotezana, nilikuwa kwenye ndoa kama miaka mitatu, tukakutana naye akaniambia ameoa, tukaanzisha mahusiano well. baada ya kuanzisha mahusiano naye sasa najikuta nampenda sana yule kuliko hata mume wangu ndani. Yaani na yule mwanaume ambaye ni wa nje, kila anachonifanyia ndio ananifanyia vitu ambavyo navipenda vipenda kuliko hata huyu wa nje. Mpaka nimejikuta nimezaa naye ni mtoto. Eh, ukiwa kwenye ndoa shoga yangu, en, au? Em, hapo naomba mnishauri nifanyaje? Sasa ah, kabla ya kuja kushauri, umezaa na huyo mwingine wa nje ya ndoa, ukiwa na huyu mwingine kwenye ndoa. Niwambie uh, nimezaa mtoto kwa kweli. Ndio. Huyu uh, mwingine nikaja nikazaanaye mwingine ila mume wangu anajua mtoto ni wa kwake. Haya, umemsikia. Wewe mwanamke yupo kwenye ndoa, lakini kazaa na ex wake. Na nanyiwe wanawake, shida ni nini mpaka unaza eti yo vitu anavyonifanyia mwanaume wa nje ni vizuri kuliko wa ndani? Hivi kweli hakuna mwanaume ambaye uaga anampenda mke wa mtu? Yaani hakunaga mwanaume ambaye ana uwezo wa kumuoa mwanamke aliyeachika? Hakuna, ni tamaa tu. Mume wako anakuhudumia kila kitu, anakupa cha ndani, anakuhudumia lakini unamuona mbaya, unamuona mzuri? Yule mwanaume ambaye anakutana na wewe kwa wiki mara mbili anakupa 2000 au 3000 lakini yule mume wako ambaye anakupa ma, mahitaji kila siku unaanza kumuona fala. Hakuna mwanaume anampenda mke wa mtu aachike, amuoe, huo ni uongo. Huyu mwanamke tayari kashazaa na ex wake na amepiga simu kwenye vyombo vya habari, ina maana mume wake hajui sauti yake. Akijua sauti yake, mimi utasikia mtu kachomwa na magunia ya mkaa. Oh, wanaume wabaya, nyinyi ndo mnazingua. Kwa nini uzae nje, okay? unamchiti mume wako mpaka unazaa nje. Na mkawa na ume wabaya, shauri yenu. Kuna mwamba mmoja alienda kupima DNA, watoto wawili wote wagundulika sio wa kwake. Wa kwanza akasema nitamlea hivyo hivyo, hata kama sio mtoto wangu nitakubali kana huyu mwanamke. Akaenda wa pili, wa pili na yeye pia sio mtoto wake.